Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Alhamisi, Juma la tano kipindi cha Kwaresma, mwaka che wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo, sura ya 17, aya ya 3 hadi ya 9. Na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya nane, aya ya hamsini na moja hadi hamsini na tisa. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia Wayahudi, "Amin, amin nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele." Basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumengamua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa, nawe wasema mtu akilishika neno langu hata onja mauti milele. Wewe umkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa? Nao manabii wamekufa. Wajifanya u nani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu, wala ninyi hamkumjua. Lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi, lakini namjua, na neno lake nalishika. Ibrahimu, baba yenu, alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka hamsini, nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia, Amin, amin, nawaambia yeye, Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha akatoka hekaluni. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari injili ya leo kwa kuangazia mambo mawili ambayo ni uhusiano wa Mungu Baba na mwanawe Yesu Kristo na uhusiano wa Yesu Kristo na Ibrahimu. Katika aya ya 54, Yesu Kristo anazungumzia tena juu ya uhusiano wake na Baba katika dhana ya utukufu wa kimungu ni hoja inayojitokeza baada ya Wayahudi kuoji juu ya ukubwa wa Kristo dhidi ya Ibrahimu baba yao na manabii. Wanamuuliza Yesu tena, wajifanya u nani? Ni swali ambalo linaweka bayana kuwa Wayahudi hawakumuelewa Yesu ni nani na amekuja ulimwenguni kufanya nini. Hivi wanataka ajifunue kama ambavyo mara kadhaa pia walitaka ishara kutoka kwake. Lakini Yesu anasema nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Ni jibu la unyenyekevu wa hali ya juu, kwani linafunua wazi utii, unyenyekevu na heshima ambayo Yesu alikuwa nayo kwa Baba ambaye amemtuma ulimwenguni kuwakomboa wanadamu. Katika Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya kwanza, Yesu anasali akisema Baba, saa imekwisha kufika mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Yesu anapoomba kutukuzwa kwake hatafuti utukufu wake, bali utukufu wa Baba ulio sawa na utukufu wake. Utukufu huo unadhihirika kupitia kazi anazozifanya ambazo moja kwa moja mlengo wake ni ukombozi wa mwanadamu. Ndiyo hiki Mtume Paulo anatufundisha katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi Sura ya pili aya ya sita hadi ya kumi na moja juu ya Kristo aliye sawa na Mungu akakubali kuutwaa ubinadamu ili atimize kazi ya ukombozi, kisha Mungu akamtukuza kupita viumbe vyote, na kila ulimi umtukuze Kristo kwa utukufu wa Mungu Baba. Kristo anawaambia tena Wayahudi kuwa anitukuzaye mimi ni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu na kwa kuwa kila ulimi utamtukuza. Ndugu zangu, mambo haya yalidhihirika pale msalabani, Yesu Kristo alipokamilisha kazi ya ukombozi kwa kifo chake. Na hakika kwa mfano wa yule akida na wengine kukiri kuwa Kristo alikuwa mwana wa Mungu, waliomkataa walimsadiki ya kuwa ndiye, yani ndiye Masiha wa kweli. Rejea Injili ya ya Matayo sura ya 27 aya 54 na injili ya ya ya Luka sura ya 23 aya ya 47 hadi 48. Tukio hili la Yesu litukumbushe ndugu zangu kwamba katika maisha yetu ya kila siku, kazi utume, ama chochote tukifanyacho, kwanza kabisa tukifanye kwa sifa na utukufu wa Mungu, naye Mungu akiisha kutukuzwa, basi mwanadamu atakatifuzwe. Tusijitwalie utukufu usio wa kwetu wala tusipende kutukuzwa kwani tutajawa na kiburi na hatimaye kufanya kazi kwa mapenzi yetu ya kibinafsi na si mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Mithali kinatukumbusha kwamba haifai mtu kutafuta utukufu wake mwenyewe, Mithali sura ya ishirini na tano aya ishirini na saba. Tuige mfano wa Kristo ambaye hakutafuta utukufu wake mwenyewe bali alitukuzwa na kupewa heshima na huo utukufu na yeye aliyemuita, yaani Mungu baba yake. Rejea waraka kwa Waebrania sura ya tano aya ya nne hadi ya tano. Ndugu zangu katika Kristo, jambo lingine la kutafakari katika injili hii ni uhusiano kati ya Kristo na Ibrahimu. Katika injili tumesikia maswali ya Wayahudi kwa Kristo juu ya ukubwa wa Kristo kumzidi Ibrahimu na kwamba amemwona Ibrahimu ili hali ana umri mdogo. Kwa kulitafakari jibu la Yesu katika aya ya 58, na Yesu akawaambia, amin amin, nawaambia yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko katika maandiko matakatifu neno mimi niko limejitokeza katika kitabu cha kutoka sura ya tatu, aya kumi na tatu hadi kumi na nne ambapo Musa anauliza juu ya jina la Mungu atakalowaambia wana wa Israeli na Mungu anamjibu mimi niko ambaye niko mimi niko amenituma kwenu. Fasiri za maandiko matakatifu zinatueleza kwamba hili ni jina la Mungu linadhihirisha umungu Kristo analitumia jina hili kufunua umungu wake unaohusiana moja kwa moja na baba yake ambaye Wayahudi walimwita Mungu wao. Mungu ambaye alifahamika kuwa ni Mungu wa baba zetu, yaani Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kwani alifanya maagano na baba zetu tangu Ibrahimu hata Isaka na Yakobo. Aidha, katika kutafakari hali ya uwepo, Yesu anaposema yeye Ibrahimu asija kuwapo, mimi nipo, anafunua wazi kuwa yeye alikuwako tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu, kwani yeye ndiye yule neno aliyekuwako kwa Mungu na alikuwa Mungu, ambaye kwa njia yake vitu vyote viliumbwa, kisha alifanyika mwili akakaa kwetu. Rejea Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya tatu na aya ya 14. Mtume Paulo anasisitiza na kutufundisha pia katika waraka kwa Wakolosai sura ya kwanza aya 16 hadi ya 17, juu ya uwepo wa Kristo tangu kuumbwa misingi ya ulimwengu. Kwa mantiki hii, ni dhahiri kuwa Kristo ni mkubwa kuliko Ibrahimu. Katika aya ya 56 Yesu anasema: Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Hii siku inatafsiriwa kuwa Ibrahimu aliiona katika tukio la kinabii la kuzaliwa kwake Isaka. Waraka kwa Waebrania unatueleza kuwa ijapokuwa walikufa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, waliziona tokea mbali, wakazishangilia. Waraka kwa Waebrania sura ya 11 aya ya kumi na tatu. Ahadi aliyopewa na Mungu kwamba katika ukoo wake atazaliwa mkombozi. Ambapo kadiri ya vizazi tangu Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ahadi hii inafunuliwa tena na Mungu kwa Mfalme Daudi kupitia Nabii Nathani juu ya Masia. Rejea kitabu cha pili cha Samueli sura ya saba aya ya 13 hadi 16. Na wakati ulipotimia Masiya alizaliwa ambaye ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Wapendo katika Kristo, injili ya leo ni mwendelezo, na kwa kweli mwendelezo huu unatuongoza kumtafakari Kristo ni nani, kumwelewa katika umungu wake na ubinadamu wake, ili basi tuweze kuingia katika juma kuu na kutafakari sasa mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo tuombe neema ya Mungu itusaidie kumwelewa huyo Kristo, na zaidi tuendelee kuwaombea wote wasiomwamini na kumsadiki, ili basi kwa pamoja tumsadiki na kumuungama kama tunavyokiri kanuni ya imani kwa maneno na matendo yetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateli Keni Mfungahema